Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya bunge tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Nyamoga bunge, tunakushukuru sana wewe na wajumbe wote wa kamati kuweza kutembelea e, jengo letu hili ambalo kwa sasa linajengwa kwa si chini ya bilioni 28. Na Mheshimiwa mwenyekiti, kitu ambacho kipo sasa ni umaliziaji wa kazi ndogo ndogo nje na mkataba ambazo ziliingia kisheria kwa, kama kwenye addendum kwa maana nyongeza ndogo ya mkataba wa kuboresha baadhi ya maeneo kama vile fence ili kuweza kuruhusu sasa usalama mkubwa ndani ya, ya jengo letu. Lakini pamoja na hili Mheshimiwa mwenyekiti, soko hili bado ni, ni, ni alama ya masoko yote hapa Kariakoo. Ni alama ambayo e, mwezi huu na mwezi ujao tumepanga hasa hasa mwezi ujao baadhi ya wafanyabiashara watakwenda kwenye baadhi ya nchi kama Malawi, kama Kongo na Zambia kuendelea kulonchi ule utaratibu wetu wa biashara saa 24. Kwa maana leo serikali yetu chini ya mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini zaidi pia na ukomavu mkubwa wa mwimiri wa Bunge wameruhusu magari au yaabiria, ya abiria yote yaweze kufanya kazi saa 24. Kwa hiyo leo mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna bandari ambayo inapokea meli saa 24, tuna uwanja mkubwa wa ndege unaopokea abiria saa 24 tuna kituo kikubwa cha mabasi cha Magufuli Terminal kinachopokea wageni saa 24, na kwa maandikio tukasema kwa kuwa sasa tuna hiyo miundombinu inayoruhusu e, utendaji kazi saa 24. Pia tuna mahospitali makubwa, mheshimiwa mwenyekiti, hapa Dar es Salaam tuna Muhimbili, tuna Moi, tuna Ocean Road, tuna JKCI, tuna Amana, tuna Mloganzila. Zote hizi mheshimiwa mwenyekiti ziko on 24 hours, kwa tukasema tumebaki sisi tu ili tuweze kuunganisha huo mnyororo wa sasa nne uweze pia kufanya kazi kwa ufanisi. Na kwa mantikio, tumekusha anza taratibu kama mnavyojua masuala haya yanakwenda taratibu na watu wana adapt, mwisho wa siku basi wanaweza kuzoea. Tayari tumekusha anza taratibu za kutoa elimu kiasi cha kutosha kwa kushirikiana na wadau wetu sasa wa biashara kwenye eneo hili, ili sasa biashara hizi ziweze kuwa e, na ufanisi mkubwa. Lakini mpaka muda huu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia pia ofisi ya Mheshimiwa waziri wetu wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amekwishaeleza kwamba soko hili lifunguliwe haraka iwezekanavyo, lakini kamwe kusiwe na dosari yoyote tunapofungua. Ana ndio maana tunafanyia kazi zile dosari zote, ili tutakapoweka watu tusiwasumbue tena kuondoka na kurudi tena wakisubiri ukarabati wa soko letu. Na sisi kama bunge na kama kamati tumekagua leo na tumejionea kazi nzuri sana ambayo imefanywa na serikali katika kurudisha miundombinu iliyokuwepo hapa, lakini kuongeza mingine. Na kwa kweli tunaona kwamba ni wajibu wetu na ni haki kumpongeza sana mheshimiwa rais na kumshukuru kwa kazi kubwa sana hii iliyofanywa ya kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni ishirini na nane ni fedha nyingi kwa ajili ya urejeshaji wa miundombinu ya soko hili ili liweze kunufaisha wananchi wengi zaidi kwa manufaa ya taifa letu. Lakini tunatambua soko hili sio sio la kitaifa, ni la kimataifa na watu wengi wa mataifa mengine wanakuja hapa. Kwa hiyo tumejiridhisha pia na ubora na usalama ambao umewekwa kwa ajili ya Watanzania lakini na wale wasiokuwa Watanzania. Tumeridhishwa na kazi nzuri inayofanywa na tunawapongeza. Lakini pia Mheshimiwa naibu waziri, tupelekee pongezi zetu na shukrani zetu kwa Mheshimiwa Waziri Mchengelwa, uh, pamoja na wizara yenu kwa ujumla kwa kazi nzuri sana mliyoifanya kwenye, kwenye soko hili. Tunaamini kwamba kazi zilizobaki zitakamilika mapema ili wafanyabiashara na tumeambiwa mmeshaanza kuwaonyesha, kwa hiyo ili wafanyabiashara wale ambao mmeshaanza kuwaonyesha na kuwapanga waweze kurejea na kuendelea kufanya shughuli zao za kibiashara katika soko hili ambalo naamini Watanzania wengi wanalisubiri kwa muda mrefu sana ili waweze kurejea na kuendesha biashara zao.